Tuko tayari sawa, tuko tayari sawa. Leo tarehe sita ya mwezi huu wa 5 2025, mahakama ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam katika eneo la Kisutu ilikuwa ina chini ya hakimu Mpawidhi muhini ilikuwa ime, inatoa uamuzi wake kuhusiana na hoja ambazo zilikuwa zimeletwa na upande wa utetezi kuhusiana na kitendo cha mahakama kuamua kuendesha kesi hii kwa njia ya, ya kidijitali au kimtandao na kusababisha mteja wetu Tundu Antipas Lissu kutokuletwa mahakamani kutoka kule gerezani Ukonga ambako yuko hivi sasa. Sasa ilikuwa ni hoja za, za utetezi, za, za, za utetezi kwamba haki ya msingi ya mteja wetu ya kusikilizwa ina, inakuwa imekiukwa kwani katika hatua ambayo kesi imefikia ambako ni tayari ni katika kuchukua ma, maelezo yale ya awali ya kusikiliza maelezo ya awali kuhusiana na kosa lenyewe e, sheria na, na sheria ile mwenido, mwenido, mwenido mwenido mwenido mwenido mwenido ya mwenendo wa makosa ya jinai ina, inataka kwamba mtu huyo awepo mahakamani na aweze ku kusikilizwa na kuweza kusaini nyaraka ambazo zinahusika kuhusiana na hoja ambazo zinakubalika na hoja ambazo zinabishaniwa, na mwisho wa siku ziingie katika kumbukumbu kumbu ya mahakama. Sasa upande wa mashtaka wa walikuwa wamesema kwamba kile ambacho kilifanywa ni sahihi kabisa na mahakama, kwamba kesi inatakiwa inaweza kusikilizwa hata mshtakiwa akiwa ikiwa ndani, na kwa maana hiyo basi mshtakiwa huyu ee mahakama haijakosea kwa kuamuru kwamba kesi hii isikilizwe kimtandao namo ile tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa hizi ni, ni hoja ambazo zilikuwa zinabishaniwa upande wa utetezi, maanisha vipengele vingi sana, haki ya mteja kusikilizwa kuonana na mawakili wake, haki ya, ya, ya ndugu na jamaa na marafiki na, na umma kuweza kushiriki katika hiyo kesi na vilevile vile matendo ambayo maafisa wa magereza walikuwa wamezuia mawakili wasiweze kuwaona wa kumwona mshtakiwa kule ma, wani, natika, katika gereza la Ukonga. Katika uamuzi wake hivi leo, Hakimu Muini amesema kwamba kile ambacho kilifanywa na mahakama cha kuamuru kwamba kesi isikilizwe kwa njia ya mtandao kilikuwa ni sahihi, kwamba kanuni zile zina ambazo zimetengenezwa na jaji mkuu zinaruhusu na kwamba zilikuwa zikiuki kitu chochote kile, lakini akaendelea kusema kwamba yeye hana mahakama hii haina mamlaka ya kuweza kuamrisha afisa magereza namna gani ya kuweza kukaa na huyo huyo e, mshtakiwa kule magerezani. Basi akasema kwamba hiyo hiyo ni swala ambalo alikuwa kusairi kuwa mbele yake, lakini akaja akatoa amri, akaja akasema kwamba kwa kutokana na kuzingatia ibara ya kumi na tatu ibara ndogo ya sita a ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mazingira papo mteja amekuwa au mshtakiwa amekuwa akikataa kushiriki katika kesi hii e, kwa e, kwa njia ya, ya, ya, ya, ya, ya kimtandao na kutokana na kwamba kuna nyaraka mbalimbali ambazo zinatakiwa kusaini mwisho wa siku kesi inapokuwa imesikilizwa, e, basi ha, e, misingi ya haki na a na misingi ya, kus, ya kusikilizwa kwa kesi kwa misingi ya haki inadai kwamba mshtakiwa Tundu Antipas Lissu aletwe mahakamani Kisutu na aweze kusikilizwa kesi yake isikilizwe mbele ya pande zote, kwamba upande wa utetezi, upande wa, wa mashtaka, na vilevile mahakama iwepo, umma uwepo, uweze kuhudhuria kesi hiyo. Sasa kwa mazingio basi, ile amri ambayo ya, ya, ya, ya, kusikizwa kesi hii kwa njia ya mtandao ambayo ilikuwa imetolewa na, na, na, na hakimu mnamo tarehe ishirini na tatu na tarehe ishirini na nne ya mwezi ule wa, wa nne, ile amri imewekwa ime, ime, ime pembeni na mahakama imeamuru kwamba kesi hii ita, itakuendelea sasa kuanzia tarehe kumi na tisa ya mwezi huu wa 5 2025 itasikilizwa kwa njia ya mshtakiwa kuwepo mahakamani kwamba Tundu Antipas Lissu atatakiwa aletwe na mkuu wa gereza la Ukonga kwa kuhakikisha kwamba analetwa hapa mahakamani siku ya tarehe 19. Umma unakaribishwa kuweza kusikiliza kesi hii, lakini utatakiwa kuzingatia kwamba kesi lazima ukae kwa amani, unasikiliza kesi kwa namna ya amani, tasikiwa katika koti namba moja ya mahakama hii ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam hapa Kisutu, na kwamba vilevile hata watakokuwa wako nje, basi waweze kukaa katika misingi ya amani bila kuleta vurugu yoyote ile katika mwenendo mzima wa kusikiza kwa kesi hiyo. Kwa hiyo basi ni kwamba mnamo tarehe 19 ya mwezi wa 5 2025 Mteja wetu Tundu Antipas Lissu anatakiwa aletwe mahakamani hapa na kwa maana hiyo kwa kweli, kwa kwa kwa tunaona kwamba haki imetendeka kwamba mteja wetu sasa atafanikiwa kuwa na siku yake, siku yake mahakamani, wazungu atasema a day in court kwamba atafanikiwa kwamba sasa wale ambao wanamtuhumu basi waweze kuleta ushahidi wao na yeye vilevile vile aweze kujitetea na sisi kama mawakili wake tutakuwa tayari kuweza kutetea. Ndugu Kibatala, unaweza kuendelea. Ndugu waandishi wa habari, ndugu waandishi wa habari na mahususi kabisa wa Tanzania kwa ujumla e, tumefurahia kwa kipekee kabisa uamuzi huu wa mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam iliyopo Kisutu, kwa sababu kubwa moja, ni uamuzi ambao haukuwa mwepesi, ni uamuzi ambao ulihitaji e, ushujaa e, wa mahakama. Katika hoja zetu tulialika mahakama E, iwe kubwa yani eh, e, na tunashukuru kwamba mahakama imetusikiliza na tunaamini imejijengea heshima ya kipekee sana siku hii ya leo. Heshima hii ni kama akiba ambayo imejiwekea ambayo naamini itatumika kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tu, kwa kipekee kabisa tushukuru mahakama kwa ujasiri, tumshukuru mheshimiwa Muhini na tumuombe aendelee kuwa na ujasiri huo kwa sababu e, kesi hii kama tulivyosema inafuatiliwa na e, watu wote wa ndani na nje ya, ya nini ya Tanzania. Kwa hiyo heshima hiyo hajajiengea ndani ya Tanzania tu, hata nje ya Tanzania, kwa sababu wote mmeona kulikuwa kuna toka mheshimiwa Lissu e, afikishwa mahakamani kumekuwa na international observers kutoka taasisi mbalimbali mbali, e, East African Law Society, mabalozi. Kwa hiyo wale wote wanabeba e, reflection ya kwamba basi angalau eh, mahakama zetu zinaweza kuwa na ujasiri ya, kwa hiyo kwa hilo, hilo tunashukuru tuna sana, lakini pia tuendelee kutoa wito kwa wale ambao tumewakemea hivi karibuni, tumesema wana tabia ya kuongea huko mabarabarani, basi waendelee kujionya kwa sababu eh, hiyo inaweza kuleta madhara katika mwenendo wa kesi, wajionye sana eh, wameshamfikisha huyu mtu eh, kupitia kwa wahusika wa kisheria mahakamani, basi waache mahakama ifanye E, kazi yao halafu, majibu yatakayotolewa sasa ndio wanaweza kwenda kuyazungumzia huko barabarani. E, lakini pia e, tuna report kwamba tulitoa ahadi kwamba tutapigania haki ya umma ya kusikiliza kesi kwa sababu e, ingeset a very bad precedent kwa Kiingereza, yani ingetoa misingi mibaya sana kwenda kwenda mbeleni, maanake ndio ungekuwa sasa ni, ni mtindo k kwa, tuna tuliahidi kwamba tutapigania e, haki ya wananchi kushiriki kwa mjibu wa sheria ambacho saizi ni maarufu kabisa kifungu cha Mesa Masa kidogo cha kwanza cha sheria mendo makosa ya jinai sura 20, hapo nyuma, marekebisho ya 2022 kifungu ambacho kinatoa haki ya wananchi au umma kushiriki katika e, mashauri ya, ya jinai. Kwa tunafurahi kwamba tumetimiza haki kwa yetu kwa jumla wetu kama jopo. Kwa hiyo nafikiri at least katika aspect hiyo hatuna hatuna deni e. Sasa e, kunapokuwa na haki kuna responsibility pia. Kwa hiyo watu wetu tunawaomba Eh, makama, kwa sababu masharti ya mahakama ni kwamba wale wanaokuja kuhudhuria wajiconduct properly, yani wajitahidi kuwa na nidhamu. Sasa wasituangushe sisi ambao tumevuja jasho na damu mpaka kufikia uamuzi huu. Watakapohudhuria tarehe 19 eh, waje kwa utulivu, ili wasitoe kisingizio kwa mtu awaye yote kwamba unaona sasa tulikuwa tunakwepa tuna kitu kama hicho. Wajitahidi waje kwa wingi kadri busara nafasi inavyoelekeza, lakini eh, watakapofika basi wajitahidi e, eh, kubehave kama nilivyosema, ili wasituangushe sisi mawakili ambao tume eh, tumefanya kazi ngumu kwenye mazingira magumu na e, eh, tumefikisha tume, tume, tume, tume ile gurumu hapa lilikofika. Tunawashukuru pia waandishi wa habari eh, kwamba pamoja na magumu yote ambayo mmepitia, tunajua baadhi yenu mlikuwa mli, mli physical assaulted, mmezuiwa. Ya tunafahamu, kwa mfano, kuna mtu mmoja sitaki kumtaja jina lake, alizuiwa kabisa na askari fulani kwamba wewe, hutaruhusiwa kuingia. Nafahamu kwamba ame take up that matter huko e, kazini kwake me, wamewasiliana na taasisi ambazo zilimzuia, tuna hope wame resolve, lakini tunawashukuru kwamba mmekuwa steadfast pamoja e, na kwamba kesi kulikuwa kuna hatari ya kuendeshwa katika namna tuseme, tafsiri yetu ilikuwa ni ya kificho, lakini nyie mmetusaidia sana ku disseminate e, mwenendo huko nje, na mpaka kila mtu akafahamu. Kwa hiyo mchango wenu ni wa muhimu sana, kwa tunaomba tu lakini pia tunawapa pole kwa, kwa yale yote basi, zaidi ya hayo tunawatakia kazi njema na Mungu akituongoza kukutana tarehe kumi na tisa mwezi wa, mwezi wa tano yani, Kisah, hayo. Asante.